Hello guys, hope mko fit, mko fresh, mko wele wele. Now. <laughs> Wadau, uh, ni maamini mambo inaenda ikikuwa noma sana. Na nikisema noma ni noma. Mimi hata sikujua itafika hapa mahali imefika sahi. Now that uh, watu wamepatikana kadhaa, magaidi, I mean, magaidi wamepatikana kadhaa na mambo yanaonekana more serious. Leo kumetokea afisa mwingine mazee na unajua uh, most of the time tumezoea Godi. Tumezoea Godi na huyu mwingine anaitwaje Teno, Frank? Tumezoea hao hao sasa. Lakini sasa leo kuna mwingine ametokea, ni hatari kubwa nani, kama ako na sea hata kuliko akina nani akina Godi. Leo nasikia tu Godi anaitana mkubwa mkubwa mkubwa, azini ni kama ametii, azini ni kama huyu ndio kusema manzi Hey, kumbe hata huyu ameamua fanya nini? Aingilie, aingilie mishoni. Ameona yenyewe kimeumana hapa hivi. Na asipoingilia ameona ni kama these people ni kama watampangia nani? Watampangia Godi. Unajua hiki kitu ni kama imempea wasiwasi kusikia Godi anafanya nini? Godi anaandamwa manze. So sasa hivi ameamua ni kuingilia, ameamua ni kuingilia. Unajua sisi tuko pale leo DC na tushow ati nataka tuende tuchukue mtu fulani So mimi nilikuwa nashindwa ni yupi, nashindwa ni yupi kabisa. Yeye anasema tunataka tuchukue mse fulani, so siku huwa nategemea ni nani, ni afisa. Mimi kufika pale manzi, tunaona watu wameshuka kwa gari eh, karibu kwa distance, watu wameshuka kwa gari eh. Baada ya kushuka, mimi naona manzi ati wameenda pale, anaitwa Yesa. Kitu ilifanya nijue hapa ni kubaya, wadau, ni wakati ambapo alianza kufanya nini kuwapigia kelele eh? Sio kuwapigia kelele, actually ni kama kuongea, ni kama mse kwa bavu yao, yani unaelewa, mnaelewa dau, ni kama mse kwa bavu wao, bavu yao, lakini kitu imeni bamba ni huyu mse anatambua sana Godi, by which ni very fine, anamtambua zaidi, unaona and that is the hata sisi, hiyo ndio kitu tunafurahia, hiyo ndio niliona, hata kama alioita kuwauliza mission imefika wapi, anamtambua bado juu, unajua kuhandle hiyo mission iko kwa raisi. Aa kivyake alikuwa anamtambua na, na akamwambia kazi sofa hii inaendelea vizuri, but the thing is huyu mse amekuja kujoin pia yeye mission, amekuja kujoin. So I was like, kwani iko kwani hao amekaa aje akafikiri aje kwani ameona aje ndio akaamua baka kuja join hii mission eh? Jojo aliamua sasa, nataka mnipeleke kwa huyo George. hii George angejua venye kuko wadau. Angejua venye kuko hiyo sela angekuwa ametoroka madau. Mkubwa wa DC haya, anakuja. Anataka kuonana eh? E, mpaka nimemhurumia mpaka nimemhurumia George, lakini wacha afi, wacha afinywe kwa sababu hata yeye alikula hizo pesa akifurahia. Wakati alikuwa anakula hizo pesa alikuwa anafurahia. Wacha afinywe. Afinywe finyo ndio aweze kuongea eh? Tuko pale kwa gari manze. Tuko pale kwa gari tunafanya nini? Tunaenda, tunaenda, eh, po, po, polisi yenye nani ameekwa, police station yenye nani George ameekwa. Unajua zile maswali zinakuja tu. Zile maswali zinakuja tu. Inatuonyesha manze ifai tucheze hapa tunazalimwa vibaya sana. Eh, hapa tukimesa tu kidogo tunalimwa. So hata sisi wakati kwa tunaongea, tuka tunajichunga. Hazinata tu kuongea, in fact tu kuongea. Mahali unaweza ongea, uone pale kwa gari, sisi tunasikia maswali, wana join join hivi wanaomsaidia. So si tuko tunajua kumbe kuna watu wengine tofauti wanaofuatilianga mara tunasikia Madam Liz ameshikwa. Ne? Mara tunasikia anauliza hesabu ya watu wote, mara tunasikia anauliza... yani, alikuwa anajua na inform... alikuwa na information yote yote. E, anauliza na ukali si TV soft. Sasa huyu naye, Jesse huyu kameramani wetu akafanya blanda akamulika kwa macho mazi akamrecord We, kumbe hapo aliasha moto watu eh? Kazi yenye ni kurekodi kila kitu eh, tukaanza kuwa warred. Tukaanza kuwa warred. Sasa huyo msee akisema hivyo anamaanisha aje? As in imekua tu, tu ni kama sahii matuko kuna mtu mwingine ameongezeka kwa hasira kuliko nani? Kuliko DCI Godfrey. Sasa huyo ni mtu ambaye tuwezi mpredict hatujamjua so itabidi wadau, tumetulia hata vile kwa nimepanga ile siku nikiwaambia, ndauliza uliza, uliza maswali eh, itabidi nimetulia hapa, maana sisi tutakuja kujieka kwa mesa. Huyu mse akai namba mzuri, huyu mse akai namba mzuri, hata kidogo anaweza tufanyia kitu mbaya hmm? Hapo unaweza ongea upate, upate umewekwa pingu by which hatukutaka hiyo, so, sisi tulinyamaza

hakujitambulisha ha, hapo sijui ha, hakujitambulisha na hata hapo. Ungemuuliza, siwezi muuliza jina kwanza, alikuwa anatuonea 18 alikuwa anatuonea 18 Yani tukijaribu kumulika kidogo hivi anakaa ni kama atatulima mabari. Kwa hiyo gari eh, sasa tuko monolized kwa gari yetu wadau, si venye tukua na sasa. Ile wakati sasa, hii ni kutulia tu, kutulia kabisa. Eh, unajua ingekuwa ni ile wakati eh, sama alikuwa at least hata aikua anakuja na gari yao, lakini sasa hii wadau, bora mission iendelee. Lakini, hey, lakini tunafurahia bora isisimame eh, hey, isisimame, ndio at least wakati nani Samantha na recover apate, kuna improvement. Kitu ya maana so, sasa, kufikia hapa sahii wadau tuna hope, sio? Kutakuwa na improvement kwa mission. Ni maana mkubwa wa DCI amekuja na maybe ako na experience zaidi. So saa hii unaona analeta shida kwa nini Madam Liza jeshikwa? Simuona analeta shida sana. Akiuliza huyu mwanamke, kwa nini mtu aina gani? So kama analeta hiyo shida, sijui kama sasa mission itaanza kumshika ama, lakini mimi nimesikia kileta shida manzee, akisema kwani mjashika huyu mwanamke Wadau, wadau, wadau, wadau ni, ni, ni, ni kunoma. Ni kunoma, ni kunoma. So, So si venye kulikuwa mwanzoni, so guys. Kama ni marako ya kwanza make sure subscribe, like the video manze. Na msao kukoment eh, msao kukoment. Nyi muna wanaaje kusia na uyu ofisa wadau, na ambia ni kunoma wadau, ni kunoma manze so si venye kulikuwa tu. Eh? Atafanya kazi fiti, au sio? Watu walikuwa wanasema. So, make sure you like the video na subscribe. Wacha tupatane masaa mengine eh. Peace out, tukutane baadaye. Bye.